Ndio afande, nimekuja, nimesikia unanihitaji. Vipi kwenye upelelezi wako, umefikia wapi kuhusiana na yule mtuhumiwa tuliyekuwa tunamtafuta muda mrefu, Mr. Bambucha anayehusishwa na madawa ya kulevya na pia biashara ambazo ni haramu? umefikia wapi kuhusiana na hili swala? Ah, uh, mkuu, uh, mimi na department yangu pamoja na afande Kipeto uh, tumekuwa tukifanya patrol kwenye maeneo mengi, hasa yale maeneo ya starehe, maeneo ya anasa, maeneo ya kwenye kumbi za starehe na sehemu zote mbalimbali ambazo huwa anapenda kutembelea, lakini hatujafanikiwa kumnasa huyu Mr. Bambucha. Tumekuwa tukimtafuta muda mrefu, tumekwenda mpaka Zanzibar, tumekwenda kusearch kila sehemu, lakini kwa kweli amekuwa ni mtu anayetukimbia sana. Yaani, tutajitahidi kumtafuta, lakini kumpata imekuwa ni ngumu sana. Labda sijui, kamanda, wewe ulikuwa na taarifa gani? God, have mercy upon us. <laughs> Hii naonyesha kiasi gani unaniangusha, uh, rafiki yangu kwenye swala upelelezi, nimekupa mda mrefu upeleleze, lakini naona hii kazi inawashinda. Sama- um, -samahani, principal, nimepewa taarifa na siala kwamba ulikuwa unanihitaji ndio kaniambia nifike ni ofisini kwako. oh, kumbe wapata ujumbe wangu eh? Uh, ipo hivi wiki ijayo tupo na maandalizi ya mtihani wa end of semester. Na unafahamu kabisa hii semester ni ya muhimu zaidi kwenu. Kwa hiyo, nilikuwa nataka niwakumbushe tu uwaambie na wenzako kwamba mnahitaji kukamilisha malipo ya ada. Inabidi ada hiyo imekamilika ndio uweze kufanya mtihani. Hakuna mtu ambaye atakaye usio kufanya mtihani kama hajalipa ada. Na jana kwenye vipindi vyangu sikuona vipindi vya jioni, haukuja kabisa, na unatambua kwamba jana nimeacha assignment, na kila assignment ina carry max 50, ada kwa, kwa, kwa hiyo kweni makini sana hii semester sitataka kucheka na mtu yoyote, lakini kikubwa zaidi hakikisheni kila mwanafunzi kufika wiki ijayo au ameshakamilisha kulipa ada yake yote ndio aweze kukaa kwa ajili ya mtihani wa end of semester, la sivyo hauwezi ukafanya mtihani. Um, samani mwalimu, kwa upande wangu mimi kidogo na changamoto za kifamilia kwa kweli, niliweza kulipa ada nusu ya ile semester iliyopita haikukamilika vizuri, sijui hata naanzia wapi kumwambia mzazi kwa sasa hivi mtihani alafu utaniandikia deni. Labda hili niliweke vizuri: hakutakuwa na mwanafunzi yoyote atakayeruhusiwa kufanya mtihani pasipo kukamilisha ada. Kwa hiyo kila mwanafunzi itahitajika alipe ada yake yote ndio aweze kufanya mtihani wa end of semester. La sivyo itamlazimu aweze kurudia semester nzima. Kwa hiyo kila mwanafunzi ana, ana wajibu wa kwenda kuongea na mzazi wake aweze kumkamilishia malipo ya ada ndio aweze kufanya mtihani kwa hiyo nenda kwambie na wenzako kwamba ili uweze kufanya mtihani, inabidi uwe umekamilisha ada yote. Hakutakuwa, hakuta na wanafunzi wote ausia kufanya mtihani. Nadhani nimeeleweka, sawa jamani? Mm, aya sawa mwalimu, nimekuelewa nitawaambia na wenzangu. A few moments later. Ah, jamani emtulieni kwanza. Ah, boss fisikali wa darasa amekuja. Uh, mlembo wetu ehe, amtuambie tupe possible <laughs> maswali gani naenda kutoka kwenye mtihani, maana hapa atuelewe, wenzako tumesoma, tumediscuss lakini, vitu haviendi tu. Mina diwa, mlefu hmm. vitu na ya mimi, najua mambo mazuri, principal atakuwa amekuambia siri wewe, maana soko kwa muda mrefu hivo, yaani vitu vyote vimekapana, nasubiria mimi yeye. Kweli hamnazo, asa ipo hivi, mambo huku yameharibika, mambo yameharibika huku Yes, ah nilijua tu yani lazima nitapewa taarifa nzuri. Ah, mtihani umevuja. Nisikilizeni. He em, Jose mpunguza sifa. He acha masiara yako. Mimi nachotaka kuzungumza hapa ni kitu ambacho ni very sensitive na very serious. Yaani principal amesema kwamba uh, ili uweze kufanya mtihani inabidi umekamilisha ada ya semester nzima, yani umelipa ada nzima. Haudawi hata sumni. Eh, wewe unawaza tu kuhusu mambo ya ya post boy. Hakuna mtihani unaovuja hapa, kwa hiyo ndio hivyo. Habari iliyopo sasa hivi ni kwamba lazima umekamilisha ada nzima. Ah oh, utalifa gani sasa hizi? Yani tulipe ada ya semester nzima tunalipeleka bila shadi ah. Principal anazingua sasa, yeye anajua kabisa sisi sasa hivi hata hela boom haijatoka, anataka tulipe tu ada semester nzima, ah utaenda kufanya mtihani watu wachache. Mimi mwenyewe nitaenda kumisi huo mtihani. Hmm. Yaani wewe Jose tu zani kwa mimi ninachokiongea hapa ni masiara ila ndo uhalisia ambao nimeambiwa. Jamani, inabidi kukamilisha ada ya semester nzima ndio uweze kufanya mtihani. Hmm. Bila sasampa, hauwezi kutoboa. Yaani ah, kwa kweli mimi mwenyewe niko very discouraged, yani sielewi nafanyaje. Mimi ni mjumbe tu, nimewafikishia jamani taarifa. Acha ndoke zangu na mimi nikatafakari ni, ni nafanyaje? Sitenda kuichomolea wapi pesa jamani? Ni ada si nitailipaje? Ngoje kumpigia mama kama atakuwa na hela anisaidie niweze anisa kulipa ada, maana hata sielewi. <tipi> mama apokee simu sasa. <tipi> hey, alo mama. Mwanao nimerudishwa leo chuo kwa sababu sina ada ya kulipia semester nzima, atakiwa nilipe ada ya semester nzima ndio niweze kufanya mtihani wa end of semester. Na hii semester ni ya muhimu kweli, mama wangu. Oh, Maria, eh hey, pole sana, pole sana mwanangu. Pole sana mwanangu, jamani. Mimi mwenyewe hapa nilipo nipo huku polini, tumekuja huku kempu huku, kuna kishughuli kidogo tumekuja kufanya huku, hasa mpaka mabosi waje. Shughuli zenyewe wa hizi za kukata magogo ni kusanya kusanya, ndo nilize visenti senti, ndo nikutumia senti. Mwanangu bado mambo sio mazuri, nimepanda mahindi hayajakuwa vizuri, nimepanda mchele na wenyewe ndo hivyo. Kwa hiyo huku nilipo nipo kwenye kibarua tu, nikipata visenti, mwanangu nitakutumia ikusaidie kidogo, hata kwenye matumizi. Kwani mwanangu ile, sijui wanasemaga ndo, ndio pesa ya boom bam, ile ile ya boom. Ehe, pesa ya boom hamjapewa mwanangu? Kweli makeshi yale ya hela za boom, manake huko mm, kazi zetu hizi mpaka ukusanya magogo mengi, ndio uweze kulipa pesa mm. Kwa kweli ni ngumu sana, yani hapa mimi naweza nikakutumia pesa ya matumizi tu lakini mwanangu, kuweza kulipa shilingi milioni moja ya ada ya chuo kwa kweli sitaweza, na unajua kabisa baba yako mimi ameniacha katika kipindi kigumu kabisa. Kwa hiyo nitadunduliza kwenye magogo, nikikusanya kusanya huku nitakutumia pesa ya matumizi mwanangu. Ah, anyway, yani mama acha tu yani, pesa ya bumu mwenyewe hatujapata mpaka sasa hivi. Lakini sio mbaya, mama yangu, nisikuchoshe. Hata kama utapata hiyo hiyo kinitumia matumizi, mimi nitanisaidia tu. Mtajua namna kufanya nipambane na mji huu. Haya, mama, kazi njema. Mm, pole sana mwanangu kweli. Basi basi, sawa usijali. Mimi nikipata uh, pesa ya magogo huku kwa eh, maana tunakusanya magogo huku polini, nikipata pesa nitakutumia mwanangu usijali. Maana upendo wa mama siku zote huaga hauishi. Wewe kwangu hauwezi kukua hata siku moja. Utakuwa ni mwanangu tu siku zote. Nakupenda sana mwanangu upambane huko na shule na uwe makini sana haya baadaye mambo vipi mrembo mbona watembea na jua lote hili kali la kuchoma tu kichwani vipi una mahali unakwenda nikupeleke ni, ni mm. kumbe kumbe unajua kuongea kiswahili mimi nilikuwa najua ni mzungu nilikuwa nakuogopa ndio maana nilikuwa napita mbali hapana naelekea tu nyumbani hapo sio mbali na hapa <laughs> Ah, mimi ni chotala. Baba yangu ni, ni Mpogoro, lakini mama yangu mimi ni from Great Britain yeah. mama yangu ni kidogo fulani hivi, lakini usijali. By the way, naitwa Mr. Bambucha bambuch Sijui mwenzangu anaitwa nani? mimi naitwa na Maria, ni mwanafunzi wa chuo Ah, ok, unasoma kozi gani labda, samani kama kuwa na nitakuwa na kuingilia privacy yako, labda nikiweza kujua. Ah, mimi kozi yangu nasomea ualimu, ah, ni Bachelor of Education. Eh, chuo cha University of Dar es Salaam hapa. Asante sana kwa kufahamu, Maria. Ah, kwa majina mimi kama nilivyojitambulisha awali <laughs> labda nirudie kwa faida yako ah, ninaitwa Mr. Bambucha ni mfanya biashara mkubwa sana, ninafanya biashara nyingi tu mjini hapa, biashara za nguo na biashara za nafaka. Kwa hiyo sio mbaya kama ukiweza kunipa kampani kwa leo, nitafurahi sana. Sijui nikubalie? Manake hmm, aa wazee wanatoka na pesa, lakini S -s, sawa sawa, mi niko tayari, niko free, naweza nikakupa kampani, usijali. Nashukuru sana kwa kweli yani toka nimekuona mbali, yani unavutia sana macho yangu. Yani, yani nimetokea kukupenda ghafla. Nilikuwa nahitaji unipe company kwa siku ya leo. Na mimi, nikuahidi tu kitu. Hautakuja ukaondoka hivi hivi. Mimi ukionana na mtu kama mimi au ukipata bahati ya kuonana na mtu kama mimi, ninakupatia hivi hivi pesa nyingi tu. Unajua mm, nini wanafunzi wa chuo na mambo mengi mnahitaji pesa, kwa hiyo leo nilikuwa nahitaji mtu kidogo akuspen naye. Sio mbaya kama ukinipa company. Kwa hiyo basi, tuondoke twende tuendeta sehemu tukapate lunch kidogo, au unasemaje? Basi, sawa. Ndio afande, nimekuja. Nimesikia unanihitaji vipi? Kwenye upelelezi wako umefikia wapi kuhusiana na yule mtuhumiwa tulikuwa namtafuta muda mrefu, Mr Bambucha anayejihusisha na madawa ya kulevya na pia biashara ambazo ni haramu Umefikia wapi kuhusiana na hili swala? Uh, mkuu, uh, mimi na department yangu pamoja na afande Kipeto, uh, tumekuwa tukifanya patrol kwenye maeneo mengi, hasasa yale maeneo ya starehe, maeneo ya nasa, maeneo ya kwenye kumbi za starehe na kwenye sehemu zote mbalimbali mbali ambazo huwa anapenda kutembelea, lakini hatujafanikiwa kumnasa huyu Mr. Bambucha. Tumekuwa tukimtafuta muda mrefu, tumekwenda mpaka Zanzibar tumekwenda kusearch kila sehemu, lakini kwa kweli amekuwa ni mtu anayetukimbia sana. Yaani, tumejitahidi kumtafuta, lakini kumpata imekuwa ni ngumu sana. Uh, labda sijui, kamanda, wewe ulikuwa na taarifa gani? Hii no, inaonyesha kiasi gani unaniangusha, uh, rafiki yangu kwenye swala la upelelezi. Nimekupa muda mrefu upeleleze, lakini naona hii kazi inawashinda. Okay, tuachane na hiyo. Nimepata taarifa kutoka kwenye moja ya hoteli kubwa hapa mjini kwamba Mr Bambucha yupo kwenye hiyo hoteli. Uh, nimetumiwa ujumbe hapa, uh, na, na moja kati ya wafanyakazi wa hiyo hoteli hiyo. Tumekuwa tukimtafuta Mr Bambucha kwa muda mrefu sana, na ni mhalifu wa muda mrefu. uh, sasa mimi na, ku, na, na kutuma wewe uweze kwenda kwenye hiyo hoteli, ni hoteli ambayo iko mjini. Ukifika pale, nenda moja kwa moja mpaka, uh, chumba namba tano, ambacho ni chumba cha VVIP. Yuko pale na binti mdogo mdogo, nadhani ni wanasema ni binti wa chuo nendeni mkamkamate na mumlete hapa sawa haina shida afande tunakwenda sasa hivi tunakwenda sasa hivi mimi pamoja na na, na na na kitengo changu tunakwenda kumkamata Mr Bambucha leo sidhani kama anaweza atakimbia tena okay sawa kwaheri mimi nataka tu mumlete taarifa nzuri kwamba Mr Bambucha amekamatwa na ameweza kufika kwenye mikono ya sheria vipi ama zingia maliona unaje nimekuleta kwenye hoteli kubwa sana hii hoteli ina hadhi ya nyota tano ni five star hotel Unapoonaj hapa, kwa kweli hii sehemu ni nzuri sana, mi mwenyewe nimeipenda. Yani kwenye maisha yangu mimi sijawahi kwenda kula kwenye sehemu ya hoteli ya five star. kwa kweli leo tuna tunashangaa tu yani kuja kula sehemu kama hii. Undoa wasiwasi, yaani ukishakuwa kuwa na mimi Mr. Bambucha, sahau kwenda kula kwenye hoteli za kawaida. Mimi nitakuwa nakupeka hoteli zenye hazi ya nyota tano five star hoteli kama hapa, unataka chakula cha aina yoyote unaagiza Unakula unaenjoy, yani mimi nilikuwa nataka tu nipate kampani yako eh. Binti mzuri kama wewe inahitaji upate matunzo, inahitaji upate vitu vizuri. Hebu niambie, uko shuleni una changamoto gani? Labda nikusaidie. Hmm. Yani kwa mimi changamoto shuleni ambayo nipo nao kwa sasa hivi, naelekea kufanya mtihani wa end of semester, yani wa wakumaliza semester yetu ya mwaka wa tatu, lakini sasa changamoto kidogo ni upande wa pesa, nimekosa hela ya ada kama utaweza kunisaidia hapo, utakuwa umeniokoa sana, hii semesta niweze kuimaliza vizuri. Oh. Ah, ulikuwa unahitaji pesa kwa ajili ya ada? Hiyo ni, ni, ni kitu kidogo sana kwangu. Kama kiasi gani cha pesa unahitaji? Oh, kwangu ni pesa nyingi hata kuitaja naogopa hapa. Bila shaka Maria, wewe ondoa sasa aina yoyote, mimi nishakwambia nisha kwamba nataka nikusaidie kwa ni kwa hiyo, we niambie tu kiasi cha pesa. Mimi Mr Bambucha na hela nyingi sana, mimi ni mfanyabiashara kumbuka. Kwa hiyo wewe niambie tu unataka kiasi gani cha pesa mimi nikusaidie. Kiasi cha pesa ambacho nadaiwa kwa hii semista ni, ni milioni moja. Nadaiwa shilingi milioni moja kwa ajili ya kukamilisha hii semista. Ah, sasa ah, ah, ah, ah, mrembo, kama wewe kwa kweli umenishangaza, yaani unaogopa kunitajia mimi milioni moja. Milioni moja kwa mtu kama mimi Mr. Bambucha ni sawasawa tu na, na shilingi elfu moja kwangu. Ni hela ndogo sana, usijali Unataka nikutumie kwa njia ya simu au nikupatie keshi? Unaweza ukachagua njia yoyote, nikutumie au kama una benki hivi nikutumie kwa njia ya benki itakuwa pia ni vizuri, au unasemaje? Mimi kwangu njia yote ni sawa, lakini naona njia rahisi ungenitumia kwa njia ya benki, ili niende nikalipe moja kwa moja. Hapo ukiniongezea kidogo na pesa ya matumizi itakuwa sio mbaya. Okay, sawa, haina shida unaweza ukanitajia akaunti namba yako ya benki niweze kutumia pesa sasa hivi. Ah, okay, ngoja nikutajie hapa namba ya CRDB ni sifuri moja tano sabini na mbili mia nne ishirini mia saba thelathini na moja mia saba. Hiyo ndio akaunti namba ya CRDB okay. Uh, umesema akaunti namba ni CRDB, si ndio? Okay, ni sifuri moja ulisema uh, okay, okay, okay, ni, niweze kukuhamishia kiasi cha shilingi milioni moja sindio? Lakini uh, kwa ajili ya matumizi yako, mimi hapa ngoja nikutumie kiasi cha shilingi milioni tano hiyo. uh, milioni nne nyingine utaitumia kwa matumizi yako, alafu milioni moja utaenda kulipia, uh, utaenda kulipia ada ya shule sawa, okay. Okay, tayari nishakutumia angalia kwenye simu yako Jamani hey, wao asante. Hey, sijawahi kupokea shilingi milioni tano mimi, jamani hey, leo ndo my first time kuweza kupokea kiasi cha shilingi milioni tano kwenye akaunti yangu. Hmm, hii itanisaidia sana. Asante sana. Huko chini ya ulinzi, naomba nyanyua mikono juu. Tumekuwa tukikutafuta kwa muda mrefu wewe, ni mwalifu wa muda mrefu, tumekuwa tukikutafuta, umekuwa ukijihusisha na biashara haramu pamoja na biashara ambazo serikali imekuwa ikizipinga kila siku. Kwa hiyo kuanzia sasa, nyanyua mikono juu, tunaelekea kituoni. Samani afande, nanyanyua mikono yangu. Ndivyo kwa tukimbia ulizani kwamba hatutakuja tukukamate, si ndio? Sasa leo naona ndio mwisho wako, kwa hiyo nyanyuka hapo ulipo tuelekee kituo cha polisi kwa ajili ya mahojiano. Kwa nini unafanya biashara haramu? Afande, tena ume mkamate umpekee kituoni, huyu aende akatoe maelezo vizuri. Mimi mwenyewe hapa alikuwa anataka kuniibia huyu mwanaume, mwizi sana huyu oh. Yaani hadi wewe my sweetheart unanisaliti? Ah, ama kweli wanawake nyinyi wasaliti sana. Kwa hiyo mimi nimekuwa mwizi na nimekusaidia wewe shilingi milioni tano. Naomba unirudishie pesa yangu sasa, mimi naenda kuweka lumande. Naomba na mimi unirudishie pesa yangu, nikaenda polisi mimi. Alafu wewe uko na pesa yangu, naomba unirudishie pesa yangu. Kwa pesa gani wewe umenipatia pesa mimi, au ulikuwa unataka kunitapeli? Yaani wewe ni tapeli mkubwa sana, mimi haujanipatia pesa yoyote. Tena naomba unikome wewe. Sawa? Yaani, ukiniona mimi kaa mbali kabisa na mimi. Afande, naomba mpeleke kituoni huyu, ni mwizi, aende akajibu mashtaka yake. Utenda kuishi maisha yako yote gerezani.